Uzaka pamoja na kwamba tumewekea sheria kidini, sio suala la kisheria, ni suala la kiibada. Mtu hata kama utamlazimisha atoe fungu la kumi, kama moyo wake haukupenda kutoa, huyo mtu umemwibia. Huo utoaji haufanyi kazi yoyote ya baraka katika maisha yake. Zaka yenye baraka ni ile ambaye mtu ameelewa maagizo ya Mungu wake na kwa kumpenda Mungu anaheshimu hiyo sheria ya Mungu ya utoaji mafungu ya kumi, alafu katika moyo wa kupenda na wa ibada yeye mwenyewe kwa hiari yake anamtolea Mungu zaka. Na fanya utafiti, walipa mafungu ya kumi wamebarikiwa kipekee sana, lakini mimi sidaiki mafungu ya kumi Sababu nikisha kudai na kukata na huo mkondo wa baraka, maana nimeifanya sheria, sina tofauti na mtoza ushuru. Nitakuwa na kutoza ushuru, mi siwatozi ushuru, ila nakwambia kulipa zaka ni agizo la Mungu. Kama unampenda Mungu, mtii, lipa zaka kwa moyo wako wa kupenda, sio kwa kushinikizwa na mchungaji ole